Ambacho kimefanyika na ni kizuri, kinaleta heshima kwanza, kwenye mji wetu wa mji tayari manispaa najua mjitayari kwa sa, lakini na majengo nikaa, najiuliza labda kuna miaka miwili ipita tangu haya majengo yameanza kujengwa, lakini kijana wangu amesoma wa hapa anasema ni ishirini na tano hii mpaka tumefikia hapa. Kwa kweli mi ni wapongezi, yaani ni kazi nzuri tena ikiwa makini, yaani mme, yani, yani sio kwamba mlikuwa mnatendea, mmekimbia, lakini mmekimbia kwa ustadi mkubwa sana. Mimi nawapongeza kwa sababu hii ndio inamtia moyo Mheshimiwa Rais anavyoleta fedha. Fedha zikija, akiona wale wanaopokea fedha wanazifanyia kazi kama anavyotaka yeye, inamtia moyo, lakini ndio tunamheshimisha Mheshimiwa Rais. Kwa hiyo mimi ninawapongeza, nina pongeze sana mkuu, kwa sababu niliambia zilikuwa ziende si wapi, mkatafuta eneo, lakini ukaamua kuleta. Ni kweli manispaa ndio kimbilio la vijana wengi ambao wanakuja kwenye maeneo wa haya, na ndio mji wenye vijana wengi. Kwa hiyo kuja hapa ni wakati mwafaka na ni eneo sahihi kabisa. Kwa hiyo mimi niwapongeze kwa kazi nzuri sana.